Katika jengo hili mmezingatia kwa kiwango kikubwa matumizi ya tehama. Nimeona jinsi mifumo kumi na saba inayotumika na mahakama ya Tanzania yote inavyosomana humo ndani. Nimeona chumba cha mifumo na kupata taarifa za sasa hivi. Kama leo ingekuwa siku ya kazi, ningeona kesi zinazoendelea kwenye mahakama zetu unachagua tu, nataka kuona Dar es Salaam, nataka kuona Dodoma, nataka kuona Shinyanga, nataka kuona wapi, unachagua na unaona hapo hapo, unaona mwenendo wa kesi, unaona idadi ya kesi, unaona inavyohukumiwa. Kwa kweli ni maendeleo makubwa, na taarifa niliyopewa ni kwamba chumba kile ambacho kinaitwa Judiciary Situation Room, yani unaona situation, hali yote ya mahakama Tanzania pale ndani lakini taarifa walizonipa ni kwamba hiki chumba ni cha pili baada ya Kazakhstan. Tanzania sisi ni wa pili kuwa na chumba cha aina hicho. Kwa hiyo tuko mbali ndugu zangu, tuko mbali. Lakini nimefurahishwa na utekelezaji wa ule wito wangu wa mifumo ya mahakama kusomana, nimefurahishwa na nilichokiona humu ndani. Sasa nasisitiza tu kwamba tuendelee kuifanya mifumo ya mahakama isomane, na wale wote ambao wanarandana na kazi za mahakama kama wizara ya katiba na sheria, lakini pia ofisi ya taifa ya mashtaka, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, wakala wa usajili ufilisi na udhamini RITA, lakini hata NIDA, kwa sababu tunatakiwa kutumia jamii namba, namba moja kwa Watanzania. Kwa hiyo mifumo ile ikishirikiana na NIDA tutakuwa tunapata taarifa za uhakika za wateja watakaotumia mahakama hii.